Tuko hapa leo kwa sababu ya dhuluma ambayo klabu pendwa kuliko klabu zote, na klabu kongwe kuliko klabu zote, klabu kubwa kuliko klabu zote, klabu yenye jengo la hadhi kuliko vilabu vyote Dar es Salaam, Yanga Afrikan, Yanga ya wananchi, ilipodhulumiwa haki yake. Naomba nisome tamko la mkoa wa Iringa limetokana na kitendo cha kunyimwa haki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 taarifa kwamba wangefanya mazoezi katika uwanja husika na kusababisha meneja wa uwanja asifungue mageti ya uwanja wakati ule. Kanuni hizo zinasema klabu inatakiwa kutoa taarifa hasa kwa meneja mhusika wa uwanja kwamba wangefanya mazoezi. Simba hawakufanya na bodi ya ligi walikiri kwamba Simba hawakufanya lakini bado Simba na Bodi ya Ligi walikula njama ya pamoja kuahirisha mechi kwa sababu zao binafsi. Pamoja na Bodi ya Ligi kuihukumu timu ya, kuihukumu timu ya Simba kwamba ilifanya makosa ya kuto kutoa taarifa na kusababisha uwanja usifunguliwe lakini wamekuja na barua nyingine na kutuletea Yanga ambayo inapinga barua ya kwanza ikisema bodi inabidi ilibaini ukosefu wa usalama na kwamba kulikuwa na vishawishi viashiria vya rushwa. Tanzania anayehusika na swala la rushwa ni TAKUKURU. Tungeweza kukubali Yanga kama TAKUKURU angekuwa ametoa taarifa. Yanga hatujawahi kupokea taarifa yoyote ya TAKUKURU, na TAKUKURU kwa taarifa yao walisema hawajawahi kupokea kitu kama hicho. Kwa sababu hiyo, bado Yanga tunaendelea kuwa na msimamo mkali kwamba hatutapeleka timu uwanjani.